Bwana Yesu asifiwe, mtoto mzuri. Tunaendelea na kipindi chetu, na leo tunaingia siku ya tano ya uumbaji. Siku ya tano Mungu aliumba nini, hmm? Nani anajua? Ndege. Nani anajua? Samaki. Si unaona baharini kuna samaki. Nani anakula samaki? Hapo unakula samaki, eh? Vizuri, ehe, na ndege. Kwa hivyo vyote Mungu aliviumba siku ya tano, yani nchi haikuwa na wanyama wowote wale. Siku ya tano Mungu akasema, bahari na itoe wanyama wa baharini. Ndio hapo wakatokea samaki, nyangumi na viumbe vya baharini. Alafu na angani akasema, na ndege wa kila aina watokee. Wakatokea ndege wa aina mbalimbali. Mungu akawabariki akasema, zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo hiyo, ikawa siku ya tano. Zaeni mkaongezeke, mkajaze maji ya baharini na ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Amen nane amefurahi, kao ishajua siku ya tano mungu aliumba nini? Ndege na samaki baharini. Safi kabisa, tuonane tena kipindi kijacho. Amen.